Bunge la seneti imezuru kaunti ya Makueni na kuibua maswali kadhaa wanayotaka yaangaziwe kwani yanalemaza utoaji wa huduma za afya. Kati ya masuala yaliyoibuliwa ni pamoja na hospitali ya rufaa ya Makueni na ile ya Mukuyuni kutokuwa na mahala salama pa kuchomea taka za hospitali, ukosefu wa magari ya wagonjwa ya kutosha, kati ama miongoni mwa mengine. Baada ya kukamilisha ziara yake kaunti ya Kitui, kamati ya seneti kuhusu afya ilitua kaunti ya Makueni na kuzuru hospitali ya rufaa ya kaunti hiyo na hospitali ya Mukuyuni. Maseneta hao wakisema kuwa serikali ya kaunti imejizatiti kuendeleza huduma za afya katika kaunti hiyo. Aidha, wametoa lalama kutokana na utupaji wa taka ovyo kwa sababu ya kutokuwa na vifaa vya kuteketeza taka hizi. Have some good vile vile wanalalamikia kutokuwepo kwa wauguzi mahospitalini wakati wa kazi na kutokuwepo kwa rekodi safi za wagonjwa pamoja na za madawa. We

Uh, like uh, uh, ziara hii ya maseneta ikiangazia kuboresha sekta ya afya katika kaunti mbali mbalimbali, wanapea kaunti ya Makueni changamoto ya kuwa bora zaidi katika sekta hii ya afya. So that Kenyans appreciate that evolution came to change lives sometimes we cannot mark set an exam and mark ourselves so when senators come to Makueni, you are marking an exam for us sometimes we think we are overperforming, but you come here to tell us there's a gap here and there are areas of improvement and you have actually uh, taken us through those areas that we need to improve Veronica David, Undugu TV